Alafu wana changamoto kwamba unaweza ukiishi na bubu kama ume, kama umemkadiria kuishi naye, mnulie kuku. Kuku huyu mmoja wa kike mkabizi, mwambie ni wa kwake. Mimi nilikuwa na kuku baba, banda kama hili, yani nilivoachana na ule mwanamke, kile kipato kile kikaondoka, kuku nao, lakini sio kama wale eh, wale watu kama wale mwanangu yaani mimi nilienda nilienda nyum, lakini nyuma nikajenga kaa, nikajirudi, nimemwachia nini bubu, mpaka familia yangu inasema umeacha mwanamke wa nyota nzuri. Na nyota nzuri lakini, sasa hivi angalia kwenye mengi ya kwenye, ah, lakini mambo yote ni Mwenyezi Mungu baba. Natamani Aisha, lakini yeye amesha akiacha ameacha bubu, kawaida akikuacha, amekuacha na yuko hapo Uroro, anafanya kazi hapo, kazi yake ya kufuafua, mpangisha nyumba yake, naenda mpaka kwake nakula vizuri, lakini kurudiana kiuhusiano wa kimapenzi